Mtazamaji wangu penye tunaelekea, ukipatikana ukiimba tutam utapigwa vibaya sana. Ukipatikana unasema William Ruto tutam, unaweza ukapigwa vibaya sana. Ndio, ninajua ni demokrasia yetu katika taifa letu la Kenya, kila mtu kuchukua mkondo wa kisiasa ambao anataka, lakini kulingana na ile hasira ambayo Wakenya wako nayo kuelekea kwa rais William Ruto, ukiwatajia tutam utapigwa. Lakini pesa zikitembea hapa nje, ukipewa pesa uweze kuimba tutam, usikatae pesa, chukua pesa kula, alafu kura ni siri yako. What am I trying to say? Kuna kanda moja ambayo nimeweza kutumiwa kutoka kwa kaunti ya Embu ambayo inaongozwa naye Sisili Mbarire, mahala ambapo mzazi mmoja ameweza kujitokeza peupe na kusema sababu ambazo zinamfanya yeye kuona kwamba hatampea William Ruto kura 2027, na huyu mzazi kulingana na jinsi ambavyo anazungumza inaonekana kwamba hiyo sauti ndiyo ya ground. Sitaki nisungumze mengi, tuko na mengi ya kuzungumza kwanza, lakini kwanza kabisa sikiliza hii kanda Yakula. Sasa ukipeleka ukiambia mtoto aende shule, huyo mtoto ana kitabu, huyo mtoto ana uniform, huyo mtoto ana schoolfees, huyo mtoto ana kitu ya kula, unaambia una headmaster, apelekewe huyo mtoto afanye nini? Yaani ndio tunasema hii serikali inatusoma watu unjinga, sababu mashule sasa inaonekana imepaki itakuwa ikisomwa na matanjiri sasa, na matanjiri. Sisi hata mahali tuko sasa, hatujui tunaelekea wapi, tunaambiwa tunaenda Singapore. Singapore inaenda, watu wanaenda wanjinga, watu wasiosoma wataenda wanji, wataenda Singapore kuvanya nini? Nina imani kwamba umeweza kumsikiliza huyo mzazi jinsi ambavyo analonga. Mimi ni mtangazaji wako bana Ezra, ninakuomba kwa moyo mkarimu na moyo mkunjufu kwamba uweze kujiunga na hichi kituo chetu cha Kenyan Media kwa kupiga subscription, kwa sababu ukifanya hivyo, mpenzi mtazamaji, utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja kuweza uh, kuendelea kupokea taarifa zetu kila siku pindi tu tunapoziachia mtazamaji wangu wa nimegundua kwamba wakati mwingi huwa tunatazama kanda na tunasahau kulike. Kwa hivyo, ninakuomba kwa moyo mkunjufu uweze kulike hii video, ubonyeze hii video, alafu uweze kuisambaza hii video. Karibu sana kwa kuweza kunisikiliza, karibu tena, tusonge mbele kwenye maongezi yetu. Mtazamaji wangu, huyu mzazi yeye anaeleza hivi, na hii ndio sauti ya wazazi kwa ground. Sio sauti yake. Mimi ninaishi mashinani tangia wakati ule, unajua nilipokuwa mgonjwa. Uh, mnaelewa mashabiki zangu, mnaelewa nilikuwa mgonjwa for almost 6 months. Tangia wakati ule, mimi niliamua kurudi mashinani. Nipo tu nina operate, nina operate kutoka mashinani. Mimi wakati mwingi ninatangamana na wapiga kura na mashabiki zangu, najua ni wa mashinani, wananieleza kila siku kwamba bwana Ezra jinsi ambavyo hali ilivyo 2027, president Ruto hataweza kurudi, na wananieleza wako na sababu ya kuweza kusema kwamba president Ruto hataweza kurudi. Ukiweza kusikia jinsi ambavyo huyu mzazi ameweza kueleza, rais anawaambia Wakenya unajua, haji pelekeni watoto shuleni, hata kama hauna karu, hata kama hauna uniform. mzazi huyu anauliza mnatuambia kwamba tunataka kupeleka ile taifa letu Singapore. Singapore ipi ambayo unaweza ukapeleka mtoto shuleni bila ya uniform, bila ya karo? Unataka kutudanganya kwamba umelipa karo, umezungumza na walimu wakuu eti kwamba tupeleke watoto shuleni? Shule ya nani ambayo itakubali mtoto bila karo? Ushuru mwingi ambao rais ameweza kuongeza katika taifa letu la Kenya ndio umefanya Wakenya wengi hawana ajira Sheria nyingi za ushuru ambao rais wetu ameweza kuleta katika taifa letu la Kenya ndizo zimefanya kampuni nyingi zimefunga ajira zao, wazazi wetu hapa nje wamebaki bila kazi. Sasa kipindi ambapo rais anasimama na kuweza kuambia wakenya kwamba chukueni watoto shuleni bila ya karo, bila ya uniform, shule ya nani? Alafu anataka kutuambia kwamba eti tumpee kura 2027, kipindi ambapo anatudanganya, mimi natoa ilani kwa headmaster yeyote ambaye anafukuza mtoto ati hajalipa fees, ati hana uniform, watoto waende shuleni. Tutatafuta ni uniform, tutawapelekea shuleni kilipi, yeah. Tunaelewana jameni? Wazazi, wazazi, mnamsikia? Wazazi mko kama wewe huko na mtoto wako nyumbani Ati kwa sababu ana school fees hayuko shuleni, ati kwa sababu ana uniform hayuko shuleni, kesho asubuhi peleka mtoto shuleni. Unajua President Ruto ni mtu ambaye ni mkora, na hilo ndilo unapaswa kujua. Rais Ruto ni mtu ambaye ni mkora, na hilo ni kitu ambacho ama, ni hilo ni jambo ambalo unapaswa kujua. Ni mtu ambaye yeye anataka kujiondolea lawama, lawama aipeleke kwa walimu wakuu walimu wakuu watatoa wapi chakula chenye watoto wataenda kukula shuleni kama hatutaenda na karu? Yeye ni ameweza kuharibu sekta ya elimu katika taifa letu la Kenya, anataka kuwekea walimu lawama. Mimi hapa kwenye hicho kituo chetu ninazungumza na watu ambao ni wako na profession mbalimbali, tuko na wanasiasa, tuko na walimu, tuko na madaktari tuko na engineers, yani watu sambuli mbalimbali mbali, wananitazama sasa. Wacha nizungumze na walimu wakuu. Hata kwanza, si walimu wakuu peke yake, wacha niweze kuzungumza na walimu. Mwalimu wewe mwenye unanitazama, mtoto ameletwa shuleni, hana karu, hana uniform, atakula nini? Hili ndilo huyu mzazi ameuliza, badala hizi pesa ambazo hawa viongozi wanahongana hapa nje kupeana mia moja, mia mbili, mia tano, sijui ni elfu moja kuelekea kwa umati wa kuja kumlaki rais, wangeziweka kwenye sekta ya elimu iweze kufanya elimu ikuwe rahisi. Najua imefika kiwango ambapo rais wetu wa taifa letu la Kenya hawezi akazungumza na wananchi bila ya kuwapea pesa za kuwasikiliza. Hicho ni kitu ambacho napaswa kujua. Siku hizi rais akizungumza na na umati lazima aweze kuwalipa, na hilo ni jambo ambalo unapaswa kujua. Hilo ni jambo ambalo napaswa kujua kwamba rais akiita umati kuzungumza na wao lazima aweze kuwalipa. Kama rais angekuwa amefanya maisha kukaa bora katika taifa letu la Kenya, maisha kukaa rahisi, haungekuwa unaona wananchi wanalalamika, haungekuwa unaona wananchi wanalipwa ndiposa waweze kuzungumziwa. Ni kama juzi tu nimeweza kumsikia rais, sijui alikuwa Mombasa ama wapi akiwaambia wananchi kwamba nenda hospitali. Hospitali ambayo itakuitisha pesa piga kelele, ita polisi waweze kukamata hao madaktari. Acha nikuulize mpenzi mtazamaji, acha nikuulize, si tumeweza kulipa kitu ambacho kinaitwa bima ya afya sha? Rais anataka kutuambia tu kwamba ameweza kuweka pesa za matibabu kipindi ambapo sisi ndio tumelipa sha. Hiyo sha wameweza kuiba. Hata kana kwamba ni kiongozi mkuu wa taifa. Hata kama ni mbunge, kipindi ambapo anaenda hospitalini, lazima aweze kuitishwa bima. Lakini sasa, rais anawadanganya wananchi kwamba nenda hospitalini, mutibiwe bila ya bima. Yeye ndiye ameweza kuagiza madaktari pale hospitalini, mgonjwa kikuja, kitu cha kwanza muitishe bima ya afya muitishe sha ili hali yeye anasema kwamba tuende hospitalini tukatibiwe bure bila ya bima bila ya pesa. Rais wetu nini mbana? yeye yeye ndiye anafanya mpaka wananchi wanamwimbia one term. Yeye ndiye anafanya mpaka wananchi hawataki kumsikiliza, na 2027 hawawezi wakampigia kura. Ukifika kwa zahanati yoyote, ufike kwa dispensary yoyote mtu akuambie ya kwamba ulipe gharama ya matibabu, upige nduru, uite askari polisi, awa ni matapeli eh, eh, kwa sababu tumeweka pesa ya kutosha kutibu wa Kenya wote ilivi <coughs> those are the sentiments of a whole president mwenye ako na akili Mwenye akona, akona mwenye akona plan ya kubadilisha Kenya, mwenye ako na plan ya to transform the health sector, hivyo ndo anakuambia ufanye. Kifika kwa kwa kwa, kwa nini yoyote ukute wana, wana charge, piga nduru, na anaambia wale wapinzani wengine hawana akili, si ndio? Hawana agenda. Sasa yeye ni president but look at the solutions that he is giving Look at the at the things that is telling the common mwananchi the common mwananchi who elected him as the president to lead the nation. Piga nduru, huyo ni mtu, huyo ni mtu ambaye ako na akili nzuri president, mtu ambaye alichaguliwa na Wakenya, eh? Mtu ambaye alichaguliwa na Wakenya awa represent eh, ukienda kwa dispensary upige nduru rudi uniambie, eh <laughs> Nikiendelea okay? ni 2027, nimeona wananchi wakiamka na hasira sana kuenda kupigia kiongozi wa upinzani kura, wampeleke William Ruto nyumbani. Kwa sababu gani? Bwana Ruto ni mtu ambaye ni mkora, hatujawahi ona rais mwenye amejaza ukora mwingi eti kwamba nenda hospitalini bila ya pesa bila ya bima muende kutibiwa, eti nenda shuleni bila ya karo bila ya sare watoto waende kusoma wapi? Na hii ndio Singapore ambayo tunaambiwa tunaelekea. Wananchi hawawezi wakamchagua tena kwa sababu ya ukora. Namba 2 wananchi hawana kazi, yeye ndiye ameweza kufanya hata kazi zimepotea katika taifa letu la Kenya. Namba 3 wananchi wanakumbuka wale vijana ambao waliweza kuuawa wakati wa maandamano ya Gen Z. Sina mengi, hii ni embo na hii ndio sauti ya wananchi ambao umeweza kumsikia baba yetu akizungumza hapo, akieleza kwamba Rais Mugani mwenye anaweza akaamuru kwamba mtoto apelekwe shuleni bila ya karo bila ya uniformu. Jamani, advisors wa President Ruto, Mnapaswa hata kutwangwa viboko. Mnawezaji mkaambia rais eti kwamba ambia, ambia wazazi wapeleke watoto shuleni bila ya karu bila ya uniform? Shule gani ambayo itakubalia mtoto wa sambuli hiyo? Au kuna shule ambayo ya William Ruto itakubali?